Mheshimiwa Spika, mapinduzi matukufu ya Zanzibar na Muungano wa Tanzania ni tunu muhimu kwa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Serikali itaendelea kuyatafsiri malengo ya mapinduzi kwa vitendo na kuhakikisha yanadumishwa kwa dhamira ile ile ya waasisi wetu kuwa ni kupata uhuru na maendeleo ya Zanzibar. Serikali ya Zanzibar itaendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha tunaendeleza Muungano wetu kwa kuimarisha, kuimarisha ili uzidi kuleta manufaa kwa wananchi wa pande zote mbili na kuwa msingi muhimu wa amani, umoja na maendeleo yetu. Aidha, tutaendeleza ushirikiano na wadau wote wa maendeleo wa ndani na nje zikiwemo nchi rafiki, mashirika na taasisi za kimataifa, jumuiya za wafanyabiashara na atis taasisi za dini, asasi za kiraia na wengineo wenye nia ya kushirikiana nasi katika utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo. Ni dhahiri kuwa mafanikio ya utekelezaji wa vipaumbele na mwelekeo wa mipango ya serikali ya awamu ya nane katika kipindi hiki hayawezi kufikiwa bila kuitunza amani na kufanya kazi kwa ushirikiano, bidii na uzalendo na kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Natumia fursa hii kukuombeni wananchi nyote tuwe tayari kutekeleza wajibu wetu ili kufikia dhamira tha ya kuwa na Zanzibar yenye maendeleo zaidi. Namwomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Mheshimiwa Spika, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kukushukuru wewe na Naibu Spika, sekretarieti ya Baraza na wajumbe wote wa Baraza la kumi na moja la Wawakilishi kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii, na kutakieni nyote kila la heri na mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yenu. Aidha, nawashukuru wageni waalikwa, wakiwemo viongozi wakuu wa stafu, waheshimiwa mabalozi viongozi na watendaji wa serikali na wale wote waliohudhuria hafla hii. Navishukuru vyombo vya habari vinavyowatangazia wananchi tukio hili. Kadhalika nawashukuru wananchi wote wanaofuatilia uzinduzi huu kupitia vyombo vya habari. tumu, Tumwombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani, umoja na mshikamano, na atuwezeshe kutekeleza mipango yetu ya maendeleo kama tunavyotarajia. Baada ya kusema hayo, kwa mamlaka nilionayo katika ibara ya 91 ya kifungu cha kwanza ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, sasa natamka kuwa Baraza la 11 la Wawakilishi la Zanzibar limezinduliwa rasmi leo tarehe 10 Novemba 2025.